Eh, nipo ndugu zangu, mimi ni mmoja katika watu wanaofuatilia, wanaoisapoti, wanayoikubali kwa ndani kabisa Jecha online TV. Ni tv ambayo inajishughulisha na mambo mengi, biashara, mawaidha, dawa, tiba za aina mbalimbali, dua za kila aina ya maradhi inajishughulisha Jecha online TV. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania mliopo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, na kukumbusheni kuwa Jecha online TV ni kituo chenu cha watu wote, akibagui mtu jinsia wala dini. Karibuni sana, na pia tunashukuru alhamdulillah, tumepata usafiri wetu huo, tunakwenda kokote pale sasa, kwa idhini ya Mungu, kwa dua zenu wa Tanzania e, waliokuwa ndani ya Tanzania, waliokuwa nje ya Tanzania, ikishirikiana na Jecha Online TV. E, TV kubwa inayoshughulika na habari nyingi, hatuwezi kuzisema zote, inapatikana hapa Dar es Salaam, na ninakushukuruni ndugu zangu kwa kupata kipando. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.